Operasheni hiyo ya kuondoa wafanyabiashara ndogo ndogo katikati ya jiji la Mwanza pamoja na maeneo mengine ya halmashauri ya manispaa Ilemela ilianza majira ya saa tano usiku wa kuamkia Jumamosi, ikitekelezwa na askari mgambo zaidi ya mia saba askari polisi na askari moto na wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mwanza. Baadhi ya wafanyabiashara wa jiji la Mwanza wametoa maoni yao kuhusiana na zoezi hilo. Ni sawa, sehemu ambazo zisizo rasmi sababu ukiangalia sehemu kama hizi ni sehemu ambazo zilikuwa za muda mfupi, ambazo baadaye zingetia maumivu. Lakini mi nisema kwamba upande wa serikali haikutumia gharama kubwa za kuleta athari kama vile labda watu kuumia, labda kutumia gharama za fedha. Mi naona utaratibu aliotumia serikali ni mzuri, wala haijaumiza upande wa machinga wala upande wa serikali. Mpaka sasa hivi sijasikia mtu ati aliyeumia wakuu wa wilaya za Nyamagana na Ilemela Mery Tesha na Dr Leonard Masale wamekutana na waandishi wa habari na kuzungumzia zoezi hilo wao waliloliita kuwa ni endelevu. Ni ni ni operasheni za kawaida, mtu anajipanga pale ambapo anaona muda unaruhusu. Kwa sababu we niambie mwandishi, ungeenda watu wameshapanga bidhaa zao, alafu wende uambie ondokeni, si ingekuwa vurugu? Kwa hiyo tumeona tufanye ule muda ambao ni utulivu kwa kwa kwa wao kufanya kazi yao vizuri. Kiloleli ni soko kuu sasa hivi la Ilemela, a tutaliboresha, litakuwa soko kubwa sana sasa. Sasa baada ya watu kujua hivyo, wengi wanakimbilia kule Kiloleli sasa hivi tumeacha watu mia tano pale na tunaenda sasa pamoja na DC Nyamagana, sasa wengi wametoka hapa mjini kwenda kuwatambua kwamba hawa kweli wametoka hawakweli, eh, wametoka makoroboi wame tofauti na operesheni ya kuondoa machinga katikati ya jiji la Mwanza iliyofanyika Disemba 15 mwaka 2013 ambapo polisi walinyooshewa vidole kwa matumizi ya silaha za moto pamoja na matumizi ya mabomu ya machozi yaliyosababisha baadhi ya ya machinga kupata ulemavu wa kudumu. Safari hii mkuu wa wilaya Nyamagana, Mary Tesha, anasema hapakuwa na matumizi ya nguvu kubwa, zoezi limekwenda bila madhara yoyote. Hakukuwa na vurugu, hakuna risasi iliyopigwa, hakuna bomu lililopigwa. Kwa hiyo shughuli imekwenda vizuri na mpaka sasa hivi tunaendelea, naona bado mambo ni mazuri kule kwenye maeneo ambayo tumewapanga, bado tunaendelea kuwapanga. Serikali imewaonya machinga hao kutojaribu kurejea tena katika maeneo walioondolewa, ambayo ni Sahara, Makoroboi, Libet na stendi ya Tanganyika kwani atakayekaidi agizo hilo atakumbana na nguvu za dola. Wito wangu kwa wafanyabiashara hawa wadogo, lazima wajue msimamo wetu uko wapi. Hatujawaondoa huko alafu baadaye warudi tena, yaani ajue mtu pale alipo ndipo atakapofanya biashara, hakuna kurudi tena barabarani. kutoka katika eneo hili la stendi ya Tanganyika lililopo katikati ya jiji la Mwanza katika operation maalum ya kusafisha jiji la Mwanza. Mimi ni Mabere Makubi wa ITV.